Nam, habari za wakati huu. Karibu tena. Huu ni mwendelezo wa update moja kwa moja kutoka mahakamani. Tuliishia episodi ya kumi na tatu na hii itakuwa ni episodi ya kumi na nne lakini pia itakuwa ni episodi ya mwisho eh, kwa siku ya leo mahakamani, ambapo ni kesi ya uhaini ambayo ina mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa, mheshimiwa Tundu Lissu ambapo leo shahidi namba nne ambaye ni miongoni mwa wale mashahidi wa asili ambao taarifa zao zinafichwa lakini pia sura zao, ni kwamba ni mashahidi ambao hawatakiwi kujulikana sura zao, kazi zao, wala ndugu zao, amefika mahakamani baada ya kukwama kwa muda wa siku kadhaa, lakini pia last time alishindwa kufika mahakamani eh, kutokana na kile ambacho ilidaiwa ya kwamba ni kutokana na kutokuwa na eh, usalama wa kutosha, basi wakashindwa eh, kumsafirisha upande wa Jamhuri kutoka mkoani na kuja Dar es Salaam, lakini pia hata eh, mshtakiwa ambaye ni mheshimiwa Tundu Lissu hakufikishwa pia mahakamani eh, kwa sababu za kiusalama, lakini leo amefika mahakamani na hii ni episodi ya 14, mwendelezo wa kesi yetu. Kwa hiyo next time tutaendelea episodi ya 15. Kwenye episodi ya 13 eh, tumeishia pale ambapo mheshimiwa Tundu Lissu ameweka pingamizi mahakamani la shahidi ya eh, kujificha ndani ya kizimba. Sasa kuna kizimba ambacho ni kama kiboksi kimeletwa mahakamani na kiboksi hicho ni kama kina kioo fulani ambapo shahidi yupo ndani yake, lakini hata majaji pia hawamuoni shahidi, kitu ambacho mheshimiwa Tundu Lissu anapinga kwamba sheria zinasema kwamba hata kama ni mashahidi e, wasili lakini natakiwa aonekane na jaji. Sasa tuliishia pale ambapo Lissu amesema, mheshimiwa majaji, hizi kanuni nne ndiyo best standard za kulinda mashahidi hivyo utaratibu huu upo, sio kwamba umegunduliwa na mawakili wa serikali na hazina. Hii darkness tunayotaka kuletewa hapa. Lisu akinyoshea kidole kwenye kizimba ambapo shahidi wa leo amejificha, Lisu akasema utaratibu huu hauwezi kuleta fair trial. Mkiruhusu huu taratibu unaotaka kuletwa hapa, then we must forget about it, fair trial hii ilikuwa ni episodi ya 13 tuliishia hapo. Sasa tunaendelea na episodi ya 14 Mheshimiwa Lissu anasema, waheshimiwa majaji, naomba niende kwenye hoja ya tano, naomba kurejea kesi zifuatazo: High Hope International Group, Jiangsu Native Produce Import and Export Corporation Limited versus Jo Textile Tanzania Company Limited miski Commercial application namba 48 ya mwaka 2020. Kesi ya Shell Illusion Limited versus Christina Ulawe Umiro civil appeal namba 114 ya mwaka 2014. Hizi kanuni zimechapishwa Julai 11 mwaka 2025, miezi mitatu kabla ya kesi hii. Swali ni je, kanuni hizi zinaweza kutumika katika kesi iliyoanza kabla hazijatungwa? Jibu ni share irusiens kwenye ukurasa wa 11 wa hukumu hiyo kuwa haziwezi kutumika kwenye kesi yangu. Waheshimiwa majaji, hoja yangu nyingine ni kwamba kifungu cha 194 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambacho ndiyo msingi wa kanuni hizi Kifungu hiki kililetwa na sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 7 ya mwaka 2018. Hii sheria inayoruhusu kuficha mashahidi haijawahi kuchapishwa kwenye gazeti la serikali. Kifungu cha 14 cha sheria ya tafsiri ya sheria kinasema ili sheria ianze kutumika, lazima iwe published kwenye gazeti Sheria yenyewe haisema itaanza kutumika tarehe ngapi, hivyo ilipaswa kuanza kutumika siku ilipotangazwa kwenye gazeti la serikali. Hadi muda huu niliposimama hapa, sheria hii haijawahi kutangazwa kwenye gazeti la serikali. Waheshimiwa majaji, sheria ikitangazwa katika gazeti la serikali inachapishwa kwenye website ya serikali, official website, yani ofisi ya wakili mkuu wa serikali ofisi ya rais, idara ya utumishi, huku vilevile vile, haipo. Ndugu zangu wa Tanzania, huyu Lissu niseme na nawahakikishia, ni kama sio binadamu wa kawaida. Haya mapingamizi pia, naona kuna dalili yanaweza kuifyatua hii kesi vibaya sana. Hawa watu wafute tu hii kesi eh, tutaona mengi sana wakiendelea kuiacha kesi hii kuendelea. Yaani tangu imeanza ya kufuatilia kesi hii mpaka tunafika hapa, kuna vitu vingi sana. Utakuwa umegundua Lissu amekuwa akiibua wa hoja nzito sana, na katika pingamizi hili sijui kama watachomoka. Haya, tuendelee hapa na mheshimiwa Lissu. Mheshimiwa Lissu anasema waheshimiwa majaji, publication in the, ga in the government gazette ni takwa la sheria, kuwa gazeti lazima liwasilishwe bungeni. Halikuwa tabled bungeni. Sheria ikitangazwa katika gazeti la serikali, utakuta physical copies katika maktaba ya mahakama kuu Dar es Salaam kwenye jengo hili, napo haipo. Vilevile kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali vilevile haipo, na huko mahakama kuu kitengo cha biashara pia haipo, kwenye hansard za bunge pia haipo, kwenye duka la serikali Dodoma na Dar es Salaam pia haipo. Kwenye sheria ya huduma za maktaba inasema sheria ikiwa gazeted and published lazima kuwekwa maktaba kuu ya taifa Dar es Salaam, hapo Kisutu, pia haipo. Kuna sheria nyingine inaitwa Publications Compulsory Deposit Act, caption ya 294 ambayo inalazimishwa publication must be deposited central library Dar es Salaam. Kwenye hiyo sheria kuna publications, yani compulsory deposit order GN 61 ya mwaka 1964 inayosema kwamba all publications must be deposited in the central library haipo, waheshimiwa majaji. Waheshimiwa majaji, nimezungumzia tabling bungeni, naomba niwaelekeze kwenye kanuni ya 37 sehemu ya pili kanuni za kudumu za bunge GN 56 ya 15 ya tarehe 15 ya mwezi wa kwanza mwaka 2016, kanuni ya 53 sehemu ya pili ya kanuni za kudumu za bunge GN namba 616 la mwaka 2020. Hivyo kuchapisha sheria kwenye gazeti la serikali ni matakwa ya sheria na kusambaza kwenye hizo sehemu nilizozitaja ni takwa la kisheria. Haijafanyika. Sasa katika kanuni hizi uthibitisho wa kuwa sheria imechapishwa ni sheria yenyewe. Mimi na mawakili wangu wanaonisaidia wamelitafuta hilo gazeti nchi nzima, halipo. Mheshimiwa Lissu anasema vijana wamezunguka kila kona ya nchi hii na kwenye hayo maofisi niliyosema, hawajawahi kukutana na hiyo sheria, haipo kabisa. Lissu wakimaanisha e, mawakili ambao wanamsaidia ya katika kesi hii kwamba wamezunguka lakini hawajaiona sheria hii na magazeti yote ya serikali haipo. Mheshimiwa Lisu anasema e, kwanza hapa nisema kwamba namsikiliza Mheshimiwa Lisu halafu na, na tafakali huyu mtu huwa anasoma hayo mambo yote saa ngapi? Anakumbukaje hivi, akili kama hii kuwepo jela badala itoe mchango wa kulisaidia hili taifa, ni matumizi mabovu ya rasilimali watu, wenye akili naamini kwamba ipo siku tutashinda, na kweli eh, itashinda na Lissu atashinda kesi hii. Anaendelea hapa, Mheshimiwa Lissu anasema hoja hapa ninayojaribu kusema ni kwamba kama hiyo sheria haijawa published kwenye gazeti and there is no proof anywhere, na kama imetumika, imetumika kimakosa. Lissu anasema kwamba hoja hapa ambayo amejaribu kuisema ni kwamba kama hiyo sheria Haijawa published kwenye gazeti na hakuna ushahidi kokote kule, na kama imetumika, basi sheria hizo zitakuwa zimetumika kimakosa. Mheshimiwa Lissu anaendelea hapa, nasema hivyo, naomba sheria hii kama jaji Mtembwa aliitumia, naiomba mahakama hii isiendelee kukosea, isiendelee kuitumia. Waheshimiwa majaji, mkiangalia sheria namba 7 ya mwaka 2018 utaona imeandikwa kwenye, heida, kwenye heida noti kuwa sheria hii yaani kwenye kichwa kwamba sheria hii imetolewa kwenye gazeti maalum la serikali la tarehe 15 Septemba mwaka 2018. Waheshimiwa majaji, huo ni uongo. Uthibitisho kuwa ilichapishwa kwenye gazeti la serikali ni kulitoa gazeti lenyewe. Proof sio what the law says, bali ni physical existence or electronic existence. Nawaomba waheshimiwa majaji, msiitumie hii sheria. Msipoitumia maana yake mashahidi waje watoe ushahidi hadharani. Hii ya kuficha ficha mashahidi gizani haitakuwepo kabisa, na haitakiwi kabisa kuwepo. Anasimama hapo wakili wa, wa serikali Nasolo Katuga yupo kama amechanganyikiwa au ametoka kubeba gunia la mchanga. Ni mdogo kama Pilton, anasema kwanza, anasimama amenywea sana Anasema kwa hoja nyingi zilizoletwa, tunaomba muda wa kujiandaa kujibu hoja nyingi sana ambazo mshtakiwa amezisema, tunaomba tarehe ambayo tutapangiwa kwa ajili ya kuja kujibu. Wanaomba kwamba mahakama, Lissu hapo kamaliza, iwatajie tarehe ambapo watakuja kujibu hoja ambazo zimeiguliwa na mheshimiwa Lissu. Lissu hajapinga, ila ameomba tarehe ya karibu zaidi wapewe, hajagoma amewaacha wapewe tarehe waende wakajiandae ya kuja kujibu hoja zake. Katuga hapa kanywea, a kweli kweli. Hapa ni unajua kwamba Lissu amekuwa akishusha nondo ambazo zinawafanya wa, mpaka wapate muda ya kwenda kutafakari zaidi. Sidhani kama walitegemea kwamba Mheshimiwa Lissu atakuja hivi. Sasa ni kwamba kesi imehairishwa kwa muda usiojulikana mpaka pale ambapo mahakama itatoa notisi ya siku ya kusikilizwa kwa sababu notisi ya awali ilionyesha mwisho wa kusikiliza kesi hii ni leo Novemba 12 mwaka 2025. Kwa hiyo tunasubiria kuona notisi ya mahakama itakapotolewa ili tujue kwamba kesi itarudi lini tena mahakamani. Kwa hiyo kesi imeahirishwa kwa muda usiojulikana hadi pale notisi itakapotolewa na mahakama. Kwa hiyo Mheshimiwa Lisu amerudishwa tena gerezani. Upande wa Jamhuri umekwenda kujiandaa Lisu anapinga mashahidi wa siri kuletwa mahakamani. Kiboksi ambacho kimeletwa mahakamani ni kwamba hata jaji mwenyewe hawezi kumuona shahidi namna ambavyo ameificha. Kwa hiyo upande wa Jamhuri wameona kwamba muda huu hawataweza kujibu kitu chochote kikubwa, wameomba muda na mahakama pia imeweza eh, kuahirisha kesi mpaka pale ambapo eh, watatangaza tena siku ya kurudi tena mahakamani kwa hiyo Lisu leo tukiwa na shahidi namba nne ambaye ni shahidi P1 ambaye ni shahidi ambaye analindwa au shahidi wa kificho, ambapo amewekwa kwenye chumba hicho ambacho hata majaji pia hawamuoni. Kwa hiyo mbele ya majaji watatu ambapo wanaongozwa na jaji Ndunguru, Lisu amesema sababu za yeye kupinga chumba hicho ni kwamba hakuna shahidi yoyote ambaye kwa amri ya ulinzi iliyotolewa na mahakama anatakiwa kuwa kwenye kiboksi wote waliopewa ulinzi wanatakiwa kutoa ushahidi wao kwenye kizimba cha kutoa ushahidi na sio kwenye kiboksi. Kwa hiyo Lissu hapa kwa wale ambao wamefuatilia vizuri kabisa, mbele ya majaji watatu wakiongozwa na jaji Ndunguru, ameeleza kuwa shahidi anatakiwa kukaa kwenye eneo ambalo ataonekana na jaji au hakimu pekee bila kuonekana na watu wengine. Hata hivyo, Lissu amesema chumba kilichopo mahakamani, jaji hawezi kumwona shahidi pindi kesi inapoendelea, kitu ambacho Lissu anapinga. Lakini pia Lissu hapa ameeleza mahakama kuwa sheria inayotumika kuwalinda mashahidi haijakize vigezo vya kuwa sheria kwa kuwa haikuchapishwa katika gazeti la serikali kama ambavyo inapaswa. Kwa hiyo amepinga pia hilo, amefanua hapa kama tulivyoona kuwa tafiti zimefanyika katika maktaba ya taifa, bungeni, na hata ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, hakuna sehemu ambapo sheria hiyo imechapishwa. Kwa hiyo kama sheria hii inatumika basi inatumika kimakosa. Lakini pia sababu nyingine ni kuwa amri iliyowahi kutolewa na jaji Mtembo kuwa jaji ambaye anaendesha kesi inayowahusu mashahidi wa siri anatakiwa kupewa majina ya mashahidi hao na kuwafahamu, lakini katika kesi hii majaji hawajapewa taarifa hizo, huku akitahadharisha kuwa katika kesi hii mashahidi hawajulikani na wanajulikana na jamhuri pekee, kwamba mawakili wa serikali ndio ambao wanawajua mashahidi pekee lakini sababu nyingine ni kuwa endapo jamhuri itahitaji kutumia kizimba maalum italazimika kuiomba mahakama. Lakini katika kesi hii jamhuri pia hawajaiomba mahakama kwamba wanataka waje na kizimba chao, ambapo shahidi hataonekana akiwa ndani ya hicho kiboksi. Sasa, baada ya kueleza mahakama hoja zake hizo, upande wa jamhuri ukiongozwa na wakili wa serikali mkuu Nasolo Katuga umeiomba mahakama kupata muda wa kutosha kujibu hoja za Lissu kwani zinahitaji majibu ya kisheria na kitafiti kwa hiyo wakachimbe wakatafiti waje kuleta majibu ya kisheria tochemo yako hapa hii ni episode ya 14 kama hujapata nafasi ya kujua kesi hii imetoka wapi mwanzoni tulikuwa tunaenda tu kwa mfumo kwamba siku ya kwanza basi tutatoa part 1 part 2 part 3 lakini tukaona watu wanachanganya wakaomba tutoe kwa mfumo wa episode kwamba tukitoka episode ya kwanza tuendelea episodi ya pili, ya tatu, ya nne, iwa ni mwendelezo. Hata mtu siku akitaka kufuatilia akiwa umetulia tu peke yake, anataka kula madini na kupata elimu kidogo, kutoka kwa kwa mwalimu wa sheria Tundu Lissu, basi anapitia kwa mtiririko ambao una unafahamika vizuri, akitoka episodi ya kwanza, ya pili, ya tatu, kwa hiyo anaendelea. Kwa hiyo leo tumeishia episodi ya 14, na kesi itakaporejea tutaendelea tena na episodi ya ya 15 Kwahiyo kubwa niseme tochee maoni yako mpaka tunafika hapa eh, tangu kesi hii ilipoanza una maoni gani? Lakini pia kwa taarifa zaidi na mambo mengine mengi hakikisha kwamba unazidi, eh, kutufuatilia zaidi na, maoni yako ni muhimu sana. Kubwa pia, support yako ni muhimu sana. Tukutane tena siku nyingine ambapo mahakama itatoa mwongozo ni lini ambapo kesi hii itaendelea tena mahakamani.